Shikamo kwa wote. Angioplasti ni utaratibu wa kawaida sana siku hizi. Kwa hivyo angioplasti inaitwa vinginevyo kama huu uh, angioplasti ya moyo ya percutaneous transcoronal. kwa kifupi tunaita PTCA. Kimsingi, kabla ya angioplasti wagonjwa huwa wamefanyiwa kipimo cha angiogram ambacho ni kipimo cha kubaini kuziba kwa mishipa ya damu ya moyo. Sote tuna mishipa mitatu ya damu inayolisha moyo. Angiogram hufanywa mwanzoni ili kubaini asilimia ya vizuizi na usambazaji wa kuziba huko, na kama kuziba ni zaidi ya asilimia sabini katika eneo fulani, basi hiyo angio hicho kizibu hakiwezi kutibiwa kwa dawa, na vizuizi vyote vilivyo chini ya asilimia sabini vinaweza kutibiwa kwa dawa, na angioplasti itahitajika kwa mgonjwa mwenye kuziba zaidi ya asilimia sabini ya mshipa. Katika angioplasti, mgonjwa kawaida hulazwa siku ya upasuaji kwa mfano asubuhi saa mbili, kisha upasuaji hufanyika kati ya saa nne hadi saa sita kutegemea upatikanaji wa maabara ya kadhi na hali nyingine. Na kawaida angioplasti isiyo na matatizo na yenye kizibo kimoja huchukua dakika 40 hadi 60 kukamilika. Katika angioplasti inafanyika kupitia tundu dogo, mara nyingi huitwa upasuaji wa tundu dogo. Kimsingi tunaita hii ni taratibu za uingiliaji inaweza kufanyika kupitia sehemu mbili. Moja ni kupitia mkono wa kulia tunapaita mshipa wa radial. Kwa hiyo ndio bomba dogo la plastiki huwekwa kwenye mshipa wa radial kwenye mkono wa kulia ndani ya maabara ya cath, na kupitia hilo bomba tunaweza kuingiza katheta ambayo inaingia kwenye chanzo cha mshipa wa damu, na kupitia hilo bomba tunaloliita katheta, waya wako hupitishwa kwenye eneo lililoziba kisha puto hupitishwa juu ya waya linaenda karibu na sehemu iliyoziba na hujazwa hewa kutoka nje. Hivyo huu ndio hatua ya kwanza ambapo kuziba kunatibiwa kwa kutumia puto. Kisha tunakuwa na stenti inayoitwa stenti ya moyo ambayo tunaita stenti iliyofunikwa na dawa au stenti za kutoa dawa, ni kama wavu mdogo una unene wa mikroni 80 au mikroni 60. kwa hiyo ni kifaa chembamba sana chenye umbo la wavu inawekwa juu ya puto Hivyo inabanwa juu ya puto na inapofika karibu, inapowekwa kwenye eneo lililoathirika, puto hujazwa hewa na stenti hupanuka na kujishikiza kwenye mishipa ya damu. Kama nilivyosema, ina unene wa mikroni sitini hadi themanini tu, kwa hiyo ni kifaa chembamba sana. Na baada ya kuweka stenti, puto, waya na kadheta vyote vinaondolewa kwenye mfumo na stenti ya moyo inabaki ndani ya mshipa wa damu maisha yote. Sehemu ya pili ni kwamba wakati mwingine tunalazimika kufanya angioplasti ya hali ya juu na ngumu. Katika hali hiyo, tunalazimika kupitisha kupitia kwenye paja la kulia. Kimsingi, kuna mshipa unaoitwa mshipa wa femoral ambapo tunaweka mirija mikubwa zaidi, katheta kwa ajili ya angioplasti ngumu. Angioplasti ngumu ni kwa wagonjwa ambao wanapata vizuizi baada ya upasuaji wa bypass, wagonjwa ambao hawana tu mkusanyiko wa cholesterol, bali pia wana vizuizi vingi vilivyogandishwa na chokaa ambapo chokaa inajikusanya juu ya vizuizi vya cholesterol. Na chokaa ni kitu kigumu sana, hivyo hatuwezi kupanua stenti pale ambapo kuna chokaa nyingi. Katika hali hiyo tunafanya taratibu maalum. Kuna aina nne za taratibu. Moja ni rotational atherectomy ambapo kuna kifaa chenye almasi kinachozunguka ndani ya mshipa wa damu mara laki moja na themanini, na kifaa hicho kinakata chokaa kuwa vipande vidogo sana chini ya mikroni nane. Ni ndogo kuliko ukubwa wa seli zetu nyekundu za damu. Baada ya hapo tunatumia puto na kisha kuweka stenti. Kifaa kingine ambacho kimekuja ndani ya mwaka mmoja uliopita na tunakitumia sana siku hizi ni orbital atherectomy. Hiki ni kifaa kinachozunguka kwa mzunguko maalum, kama vile dunia inavyozunguka kwenye mhimili wake na pia kuzunguka jua. Hiki kifaa kina mizunguko miwili na kinaingia ndani ya mshipa wa damu na huzunguka mara elfu themanini kwa dakika. Hapa kalsiamu hukatwa tena vipande vidogo vidogo, lakini hiki ni kifaa kikubwa zaidi ambacho kinaweza kukata hata kalsiamu iliyoko ndani kabisa kifaa kingine kinaitwa intravascular lithotripsy, ambapo lithotripsy ni mshtuko wa mawimbi ambao hutuma mawimbi ya mshtuko na unaweza kuvunja kalsiamu. Hivyo hivi ndivyo vifaa vitatu muhimu ambavyo tunavitumia siku hizi kwa vizuizi vya mishipa vilivyo na kalsiamu. Kuna aina maalum ya tundu la mshipa inayoitwa chronic total occlusion, ambapo mgonjwa hupata kuziba kwa asilimia mia moja taratibu kwa muda fulani. Vizuizi hivi ni vigumu sana ni vigumu sana kupenya na kupitisha waya kwenye tundu hilo. Hapa tunatumia waya maalum za kito na puto, ambapo waya ngumu hutumika, kizuizi kingine hupitishwa na kisha stenti hupandikizwa. Pia kuna aina nyingine za tundu ngumu zinazoitwa bifurcation lesions, ambapo kuziba kunatokea sio tu kwenye mshipa mkuu bali pia kwenye tawi lake, na kama tawi hilo ni kubwa, tunalazimika kupandikiza stenti mbili kwenye vizuizi vyote viwili na tunalazimika kusukuma chini stenti moja ili kuhakikisha mtiririko wa damu unaendelea vizuri. Hivyo hizi ni aina za tundu ngumu na za kisasa, ambapo tunatumia picha za ndani ya mishipa ya moyo, ambapo tunapitisha kaveta kama vile intravascular ultrasound au optical coherence tomographic OCT, ambazo kimsingi zinachukua picha ya ndani ya mshipa wa damu na kutupa taarifa kuhusu vizuizi hivyo vimetengenezwa na nini. Hivyo hii inaitwa angioplasti ya usahihi, ambapo tunaweza kupandikiza stenti na kuhakikisha stenti imekaa vizuri kwenye mishipa ya damu ya moyo. Hivyo basi hizi angioplasti za usahihi na angioplasti ngumu zinasaidia kuepusha upasuaji kwa mgonjwa, lakini bado kwa hakika uwe, asili ya vidonda bado tunahitaji upasuaji wa bypass. Kwa hiyo upasuaji wa bypass ni sehemu muhimu sana ya matibabu. Kwa kufanya angioplasti za usahihi, tunaweza kuepuka kurudiwa kwa kuziba mshipa stenosis. Kimsingi, tunapaswa pia kujua kuhusu madhara ya hizi stenti. Stenti kwa kawaida zina kiwango cha kurudiwa kwa kuziba kwa mshipa cha asilimia mbili hadi nne. Kimsingi, unapoweka stenti kwa watu mia moja, asilimia mbili au nne ya wagonjwa wanaweza kupata tundu linalokuwa polepole ndani ya mshipa wa damu na kusababisha tena kuziba. Hii inaitwa restenosis. Lakini hizi vizuizi vinaendelea kujitokeza polepole, avitazua hali yoyote ya dharura ya moyo. Vinaweza kudhibitiwa tena kwa utaratibu uitwa upandikizaji wa puto yenye mipako maalum, red coated balloon implantation. Haya mambo muhimu mambo muhimu kiwa kujua kuhusu angioplasti kwa vitendo. Asante.